To guys, internet is getting on my neck. Sasa mimi nikatoka Katari nikakuja Kenya, calling me name saying oh sijui sikujengea mzazi nyumba, nilikuwa majuni ni nini. Nikakuja hapa nikaonyesha, ndio hii nyumba nilimjengea, si ndio. Nikaonyesha so nikakutana na mubaba wa mtu anaitwa Baba Jonte. Baba Jonte anauliza hiyo ni kinini umetupostia? What is that na ulikuwa Romania? Alafu kuna mso hapo ana, ana unajua mso. Mso nimeona umepiga picha hapo nje ya ya lift. Yeah, you gonna be respected for that. So mimi nikaenda. My plan kwenda by the way, my plan ni sasa kurudi tena majuu ilikuwa nitoe haka ka roof ka hii nyumba. Nilikuwa nitoe roof nipandishe ikuwe ghorofa hapa juu. Nilikuwa nataka kujenga sasa nyumba ya mawe ikuwe ghorofa, huku chini ni bao, alafu huko juu ni ni ghorofa, si ndio? I want to, to nini, I want to, to Romania, si ndio? You guys you saw me nikajituma ma nilijituma. So sasa mimi niko in the process wao so, tutapataje material ni nini? Nikasikia kuna mwizi alikuwa anataka ku break in but aku manage. So mimi nikafikiria haraka haraka what how can I help my mom? So nikaona the best way. Acha niweke nini? Mlika mwizi. Nikamwekea hii mlika mwizi. Guys, this cost and around I think like 500,000 Kenya shillings. You see? So, nikamwambia hii mlika mwizi inaweza kumlika ukiwa kwako Usione hivi hivi, so I invest half of my money here and then the rest of my money nika invest hapa guys, so niliona tu madhia kifunga alafu it's not that strong. So I invested another like 350 Kenya shillings hapa so you can see guys hivi. Mishumari msiona hivi. This mishumari, this mishumari is a lot of money. So nikaona ni vizuri tu akuwa najengea. So nikaona hata ni strong, akawezi toka. Nasema safety ya madhe ndio ya maana. So akona akona hii na akona hii, so my mom is good to go and she's safe. Yeah, she safe like, mbona nikuwa na pesa all that money na my mom is not safe? You understand? <laughs>